Roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu mana, <laughs> inayoanguka kutoka ngani kila siku jamani. Sasa jamani, unajua ndiyo maana wakati mwingine huwa nahisi msukumo wa kuambia watu kwamba zaidi ya muujiza unahitaji ukomavu wa kiroho, kwa sababu unaona, Mungu akikupatia muujiza ilhali bado hujakomaa kiroho basi utakapokabiliwa na tatizo utataka muujiza mwingine. Utakapokabiliwa na tatizo lingine utataka muujiza mwingine. Lakini ikiwa umekomaa kiroho, basi utasalia vile vile haijalishi unapitia nini. Na hilo ndilo lengo la Mungu kwa maisha yetu. Hataki kututelekeza kama watoto wachanga, eti tukose kuwa na furaha, ila tu kama anatupatia chupa yetu ya maziwa, kitu cha kuchezea na blanketi nzuri na vitu kama hivyo. Hebu fikirie jinsi walivyosisimka na maana hiyo walipoiona kwa mara ya kwanza. Hii ni nzuri sana Mu, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Kama wangejua wimbo huo, basi wangewimba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Nakwambia, wangewimba lakini, baada ya kula mana kidogo, wanasema tumekinai mana hii. Unaona, hilo ni thibitisho kwamba ukipata muujiza na una roho ya kukerwa, haitachukua muda mrefu kabla ya kukerwa huko hakujajitokeza, na utakerwa hata na muujiza huo uliopata. Unaona, sisi huombea jambo, kisha tunanung'unika kwa ajili ya jambo hilo. Walipewa mana, sasa wanang'unika kuihusu. Lakini sasa hebu sikilizeni mstari wa saba, au mstari wa sita. Bwana usisahau mstari ya nne na tano. Walikosa subira, walikufa moyo kwa ajili ya majaribu yao. Mstari wa tano, wakamnung'unikia Mungu na Musa, hatuna maji, hatuna mkate, tumekinai mana hii. Mstari wa sita, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu tch, wakawauma watu wengi wakafa. Maendeleo hayo nung'unika Lalamika, usimrudishie Mungu shukrani kwa miujiza yake. Nung'unika, tafuta makosa. Nyoka ndiyo wataachiliwa, watakuuma <laughs> utakufa. <laughs> N na napenda hii <laughs> huu hu, hu ni kama mchezo wa kuchekesha. Mstari wa saba watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi <laughs> ilibidi watu elfu ishirini na tatu wafe ili waelewe makosa yao. Na wote hao walikufa siku moja. Ni kama walisema, jamani, kuna kitu kinaendelea hapa, watu wanakufa kila mahali. Mnafikiri huenda tumefanya makosa fulani? <laughs> na unajua ni kitu cha kuchekesha, lakini kitu ambacho tunapaswa kuelewa ni kwamba hayo yote yalisababishwa na kunung'unika, kitu ambacho huwa hata hatukioni kama dhambi. Naweza kuthubutu kusema kwamba asilimia 99 ya watu ambao ni Wakristo hunung'unika na hata hawatubu dhambi hiyo, hata hawaoni kwamba ni makosa. Unajua, mimi ni mwanadamu basi. Ndiyo, sawa, lakini wewe ni mwanadamu aliyezaliwa upya na aliyejaa Mungu na aliyejaa matunda ya Roho. Kunung'unika, kulalamika, kutafuta makosa, kuna yote kati yenu, anaweza kufikiria sasa hivi kitu ambacho amekuwa akinung'unikia? Haya basi, hakuna kujificha. Sawa, so, hata sitakwambia wache tabia hiyo, nitakwambia uanze kuombea jambo hilo. Anza kuombea jambo hilo <coughs> Wafilipi 2:14 yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano dhidi ya Mungu. Kisha mstari wa 15 unaendelea na kusema kwamba mnaweza kuwa nuru katika dunia iliyo katika giza, kwamba mnaweza kujionyesha kwamba nyinyi ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo mojawapo ya vitu ambavyo Mungu anatafuta ni kuona tukiwa tofauti ndani yetu kwamba japo tuko katika dunia ambapo watu wananung'unika na kulalamika na kutafuta makosa katika mambo yote, sisi hatufanyi hivyo. Hatupaswi kusengenya, kuhukumu au kukashifu. Sasa hebu niseme jambo kuhusu swala hili lote la kuhukumu, kabla sijaendelea mbele. Paulo alisema tunapaswa kuhukumu dhambi, hata alisema kwamba ikiwa mtu huyo aliyekosea hata kubali kutubu na kurejeshwa anatendea na dhambi yake, basi upasi kuwa na ushirika naye. Kwa hivyo nikisema usihukumu, si sisemi tupuuze dhambi au tuizingatie tu juujuu, na tuache uchafu wa aina zote uingie ndani ya kanisa na tukose kushughulikia, eti kwa sababu hatutaki kuonekana tunahukumu watu. Hatutaki kuhukumu. Hiyo ni kuwa na mtazamo usiofaa. Paulo alisema hatujaitwa kwa wale kuwahukumu wale walio nje ya kanisa, bali tumeitwa tumeitwa kuwahukumu wale walio ndani ya kanisa. Hata hivyo, hazungumzi kuhusu kuhukumu moyo wa mtu, anazungumza kuhusu dhambi na <laughs> naamini tunaweza kuchukia dhambi na tumpende mfanya dhambi, na naamini kwamba tuna tatizo, mtu anapofanya kosa huwa hatuhukumu dhambi yake peke yake bali tunamhukumu yeye, na kisha mara nyingi, baada ya hayo, tunakuwa na mtazamo mbaya juu ya mtu huyo na mtazamo wetu wa kidini hata uta turuhusu tumpe nafasi ya kutubu. Bibilia inatuambia tunapaswa kuwavumilia wale walio wadhaifu. Unapaswa kuwaombea wale wanaofanya mambo yasiyo sahihi. Tunapaswa kukumbuka kile Yesu alichoomba akiwa msalabani, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Kile walichofanya kilikuwa ni makosa, lakini alijua walikuwa wamedanganywa. Sijui ni watu wangapi tunawahukumu vikali ni watu waliodanganywa tu. Na unajua, ikiwa umedanganywa, basi umeamini uwongo. Na najua kuna watu wengi wanaonihukumu vikali na wanahukumu tabia zangu ilhali hawajui ni nini kibaya. Na mimi nilidhulumiwa na babangu, na nilikuwa na matatizo hayo yote ndani ya nafsi yangu, na nilikuwa naamka kila siku na kujaribu vile niwezavyo, lakini ukweli ni kwamba nilikuwa naudhi watu. Mimi sikujua hivyo na sikuhitaji mtu anikashifu. Nilihitaji maombi, na zaidi ya yote nilihitaji kuona mfano mwema mbele yangu utakaonionyesha kile ninachopaswa kufanya, kwa sababu nilikuwa sijawahi kuona mfano mwema, na hicho ndicho kitu ambacho Mungu alinipa. Dev alikuwa mfano mwema tena thabiti na aliendelea kuwa hivyo, ambayo ni kwamba alikuwa mtu mchamungu, mpaka nikaelewa na hivyo ndivyo alivyohitaji kuwa. Tunahitaji kuwa mfano mwema tena dhabiti ambao watu wanaweza kuangalia ili watake kuwa na kile tulicho nacho, wasije wakasema ni nini kibaya na wewe? Mbona hauko hivi? unahitaji kubadilika didi didi didi. Hukumu dhambi lakini chunga usije ukamhukumu mfanya dhambi. Sasa tunahitaji kuwa uangalifu kuhusu nani tunatangamana naye. Lakini unajua kuna tofauti kati ya kuwa na ushirika wa karibu na mtu na kumwonyesha ujeuri waziwazi wazi. Amen. Ni sharti uongozwe na Mungu. Usimwendee mtu kwa fujo kama fahali na useme. Wacha nikupe brosha za injili na vitabu vitatu vya Joyce Meyer na tafsiri mpya ya Biblia. Na nitakuwa nimekunyosha vilivyo. Si kwamba hatuhukumu dhambi lakini bado ni sharti uwe mwangalifu kuhusu yale unayomtendea mfanya dhambi. Mathayo 7. Nafikiri, nafikiri hili ni jambo muhimu sana sana sana sana kwa Wakristo kwa sababu, nafikiri huwa tunaonyesha kiburi chetu cha kiroho na mtu akifanya makosa tunamshambulia kabisa, lakini kumbuka, sisi wenyewe tumeokolewa kwa neema ya Mungu peke yake. Sasa sijui ikiwa huku hapa usiku wa jana, nataka nisisitize kwamba nilipoanza kujisomea kwa mara nyingine tena swala hili la matamshi, na nimekuwa katika safari hiyo kwa muda sasa. Ilikuwa ni kupitia kumtafuta Mungu kuhusu ari yangu ya kushuhudia majibu makubwa na mengi zaidi kwa maombi. Je, mko pamoja nami? Wangapi kati yenu wangependa maombi yao yajibiwe? Sawa, nalinielekeza katika kifungu kimoja cha Isaya ambacho nilisoma jana usiku, ambacho kimsingi kinasema ndipo utaita na Bwana ataitika, naye atasema mimi hapa kama ukiiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole wala kunena maovu. Kwa hivyo hapo, tunaona Mungu anasema nitajibu maombi yenu haraka mkiacha kuwahukumu watu na muanze kuwa waangalifu sana kuhusu kile kinachotoka vinywani mwenu wakati hamko katika maombi. Sasa hiki hapa kifungu kingine ambacho kinasema jambo hilo hilo lakini kwa njia tofauti kidogo. Mathayo 7 moja: msihukumu msije mkahukumiwa. Ninyi kila mtu aseme navuna kile inachopanda. Sijui kama kweli tunaamini hilo. Unajua nini? Kwa kweli hatuamini hilo, hatuamini. Tunasema tunaamini lakini hatuamini, kwa sababu kwa kweli tungeamini hatungekuwa tunafanya baadhi ya vitu tunavyofanya. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Nafikiri hiyo ni tafsiri ya Living Bible. Tafsiri moja inasema, mbona unajaribu kuondoa kijiti cha kiberiti kutoka kwa jicho la ndugu yako ilhali una mligoti mzima wa sitima jichoni mwako? na unajua huo ndio ukweli, kwa sababu ni kama wakati tuna matatizo mengi sisi binafsi, lakini tunayapuuza na tunakuwa na mtazamo wa kidini unaotufanya tuwachunguze watu wengine wote kwa karibu, kisha tunajaribu kuwarekebisha, lakini hatuwezi kuwarekebisha kwa sababu sisi wenyewe tuna matatizo mengi ajabu. Au utamwambiaje nduguyo, mstari wa nne, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Unaona, tunapompa Mungu nafasi ya kuturekebisha na kuna unyenyekevu mkubwa maishani mwetu kwa sababu tumeiona dhambi yetu sisi wenyewe, basi tutaweza kurekebisha ndugu zetu kwa roho ya upole na roho ya upendo ambayo hakika italeta marejesho maishani mwao badala ya hukumu. Wangapi kati yenu wanajua, unapojaribu kumsaidia mtu mwenye udhaifu fulani, ikiwa na wewe pia umewahi kuwa na udhaifu huo huo, na kwa neema na rehema ya Mungu uliwekwa huru? Wangapi kati yenu unajua kwamba utakuwa mpole zaidi unapojaribu kumsaidia, badala ya kusema unajua, siwezi kuamini ulifanya kitendo kama hicho? Ni jambo la ajabu jinsi, ikiwa hujawahi kuwa na tatizo fulani, huwezi kulielewa. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwararua. Sasa hiyo inamaanisha nini? Ni kama kusema wa, hayo yamepotelea wapi? Naamini nafahamu hiyo inamaanisha nini. Naamini kwamba tuna vitu vitakatifu ndani yetu, tuna upendo wa Mungu ndani yetu, na anasema usitupe kitu hicho kitakatifu mbele ya Shetani na umwache akikanyage kanyage. Una uwezo wa kupenda watu, kwa hivyo usiwakashifu na kuwahukumu na kuwatafutia makosa ilhali, unaweza kuonea huruma na uwasaidie kuwaletea marejesho. Nitawapa mfano. Miaka mingi iliyopita, nilipokuwa nafundisha kikundi kidogo bibilia nyumbani, nilikuwa na watoto watatu wakati huo, na daima nilikuwa najihisi vizuri sana nikiwa mja mzito. Nilihisi uchovu wiki sita za kwanza, lakini kando na hiyo hungejua kwamba mimi ni mja mzito. Nilijifanyia kazi zangu zote. Unajua, sikuhisi kuchafukwa na roho, sikuhisi hivyo kabisa basi nilipokuwa nafundisha kikundi hicho cha Biblia, kiongozi wa kikundi hicho alikuwa msichana mmoja. Alihudhuria kila mara. Alishika mimba tayari, alikuwa na watoto wawili, na akashika mimba tena. Basi akaanza kukosa kuja kila mara, kwa sababu hakujihisi vizuri. Alisema sijihisi vizuri, alichafuka na roho, alihisi uchovu, hakujihisi vizuri. Basi nakumbuka mimi na dada wengine wawili au watatu <laughs> hakukwa na wanaume, akina dada peke yake tulikuwa tunasema, ilikuwa ni jambo la kusikitisha kwamba hakuweza kuendelea kuhudhuria, na alifanya kitu cha upuzi kukosa kuja, kwa sababu alihitaji sana neno nililokuwa nafundisha. Mnaelewa, alihitaji hekima yangu ya kiroho maishani mwake, na yeye alikosa. Alikuwa alihitaji kujikakamua na aendelee kuhudhuria. Basi tunaendelea kuzungumzia jambo hilo bila kuona makosa yetu. Sasa kumbuka, hakuna hata mmoja wetu alijitolea kumsaidia, hakuna mmoja wetu alijitolea kwenda kusafisha nyumba yake siku moja, ili aweze kuja au hata tu kushughulika kumwombea. Tulitoa tu maoni yetu. Basi nikashika mimba kwa mara ya nne ya mtoto wangu ambaye sasa ana miaka ishirini na tisa, na nilikuwa mwanamke wa imani, na nilimwamini Mungu kwamba mimba yangu haitakuwa na shida yoyote. Sasa sikuombea mimba tatu ya hapo mbeleni kwa sababu sikufahamu jinsi ya kufanya hivyo, lakini sasa nilikuwa mwanamke wa imani mwenye nguvu. Nilikuwa mgonjwa sana na kwambia, nilikuwa na uchovu, nilichafuka na roho kutoka kichwani mpaka chini ya miguu yangu. Nilihisi vibaya sana, vibaya sana, sikuwa na nguvu kabisa. Ilikuwa ngumu kwangu kusimama kutoka kwa kochi. Sielewi ni nini kibaya. Nimekuwa nikiomba, nakemea mapepo, namwamini Mungu na niliendelea kuhisi vibaya. Na siku moja nilisikia familia yangu wakiwa katika bustani. Dev alikuwa nje akicheza na watoto, walikuwa wanacheza na mpira au kitu kingine, na nilifikiri laiti ningeweza kujiunga na familia yangu huko nje. Sijui kwa nini lazima nijihisi vibaya hivi. Basi nilimwambia Mungu <tch> hili ni funzo muhimu sana. Nilimwambia Mungu, haya ni nini kibaya? Nataka kuwapa changamoto kwamba wakati mambo haendi vizuri, mseme haendi vizuri, lakini kwanza muwe tayari kuguswa na Mungu mioyoni mwenu. Punde nilipomwambia Mungu hivyo, nikana kwamba nilipokea maono na nikamwona yule mwanamke aliyekuwa anahudhuria mikutano yangu ya kufundisha Biblia miaka mingi iliyopita, na nikajiona mimi na wale akina dada, na nikajua kile kilichonijia akilini ni Mathayo saba. Nikafungua Mathayo saba na nikaisoma. Na nikajua na nikajua na nikajua kwamba nilikuwa navuna kile nilichopanda. Na nashukuru sana kwa kupitia hayo, kwa sababu hakuna kitu kinachokugusa kama kupitia hali fulani wewe binafsi, na ujue kwamba Mungu ndiyo amepanga iwe hivyo. Amen. Na nitakachowaambia ni ukweli kabisa. Nilimwomba Mungu anisamehe na mara moja nikaanza kuhisi vizuri zaidi, na nikahisi vizuri katika kipindi chote kilichosalia cha ujazito wangu. Nilifungua mlango kupitia hukumu, lakini kile ninachotaka mwone ni hiki. Nilikuwa nasoma Mathayo saba, lakini kwa sababu fulani nilifikiri kwamba Yesu alipoanza kuzungumzia maombi katika mstari wa saba alikuwa naenda kwa mada mpya, lakini sasa nafahamu si hivyo, lakini sasa najua kwamba anasema basi, hebu tuiseme hivi, ikiwa hamtahukumu na kukashifu, msipowanyoshea watu kidole na mseme mambo mabaya kuwahusu, ikiwa mtawapenda watu, basi mtaendelea kuomba na mtapokea, mtaendelea kutafuta na mtapata, mtaendelea kubisha na mlango utafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa mlango. Naamini kwamba anasema wazi kama ukitaka maombi yako yajibiwe, basi wacha kuwahukumu, kuwakashifu na kuwanyoshea watu wengine kidole. wangapi kati yenu, unaweza kuona hiyo ni kitu kinachoonekana wazi kabisa? Hakuwa anazungumzia mada moja, kisha ghafla akienda kwa mada nyingine tofauti kabisa, isiyohusiana na kile alichokuwa anazungumzia. Mbona ghafla baada ya haya aanze kuzungumza kuhusu jinsi ya kuwezesha mambo yako yajibiwe? Sijui nyinyi, lakini mimi sitaki kupoteza wakati wangu. Mimi ni mtu ambaye hapendi kupoteza wakati. Kwa hivyo, ikiwa nitaomba, nataka kuona matokeo. Ikiwa nitatumia muda wangu na bidii yangu na nguvu yangu katika maombi, nataka kuona matokeo. Ikiwa sioni matokeo, basi nitakuwa mjasiri ya kutosha kumuuliza Mungu ni nini kibaya kinachofanya nisipate matokeo na najua tunapaswa kuwa na subira, na najua tunapaswa kungoja aduya, na najua kuna adui anayekuja kinyume nasi. Najua hayo yote lakini, baada ya muda mfupi au mrefu, ni sharti uone kile ambacho Mungu amekuahidi. Na unaweza kufanya chochote unachotaka na funzo hili, lakini mimi nimeamua kukomaa zaidi na natumai nitaendelea kukomaa zaidi na zaidi. Mungu hutubadilisha kutoka utukufu hadi utukufu, kidogo kidogo. Tuko katika safari, bado hatujafika, lakini nakwambia kitu kimoja, tunachopaswa kufanya ni kupiga hatua mbele na kamwe hutakuwa na sehemu ambayo itakubidi upige hatua mbele kama katika sehemu hii inayohusiana na kinywa chako. Na sidhani tutakuwa na matumaini yoyote ikiwa hatutabandika maandiko fulani ukutani ndani ya nyumba, tuwe na tusome vitabu fulani. Unapaswa kupata kitabu changu kinachoitwa Mimi na Mdomo Wangu Mkubwa, na unahitaji kusoma kurasa zake kadhaa kila siku, pengine kwa maisha yako yote. Lakini ni sharti tuwe na vitu fulani mbele yetu, la sivyo tutasahau na kwa kweli naamini kwamba ujumbe huu ujatoka kwangu mimi binafsi. Nakwambia, sidhani umetoka kwangu, na huwa nahubiri sana. Nasema huwa nahubiri sana, unajua wakati mwingine mara kumi na mbili, mara ishirini mara kwa mwezi. Nahubiri sana, na huwa sisemi kitu chochote bila kuongozwa na Mungu, lakini kuna mambo ninayohisi zaidi. Hata Dev alisema jana usiku, nilipokuwa nateremka kwenye ngazi, daima huwa yuko hapo akiningoja, na alisema, una moto kweli usiku wa leo. Na hivyo ndivyo navyohisi kuhusu ujumbe huu, nikana ni kana kwamba nina moto kweli ndani yangu kuhusu ujumbe huu. Ndio maana sitaki kuuchukulia kama ujumbe mwingine wa kawaida kuhusu vinywa vyetu. Unajua, watu wanaposema oh, sikuweza kuhudhiria kongamano, Joyce alifundisha nini? Usiseme tu ah, kuhusu kinywa. Sema ujumbe wa kubadilisha maisha kuhusu nguvu ya matamshi yako. <laughs> Mmoja, Mo, <laughs> wa wasichana wanaonifanyia kazi, jana usiku aliniambia, na niliona ni kitu cha kuchekesha sana. Alisema, basi nimekumbuka kwamba kwa miaka michache iliyopita nimepewa nakala tano za kitabu chako cha Mimi na Mdomo wangu Mkubwa. Kitabu hicho kilipochapishwa hapo mwanzoni, kuna watu walipiga simu ofisini na walikiagiza kwa ajili ya watu wengine, lakini hawakutaka kutaka kujulikana. Kisha tulivituma kwa watu hao, na walipovipokea walitupigia simu wakiwa na hasira, na walitaka kujua nani aliwanunulia. <laughs> Hatimaye ilibidi tuseme poleni, ikiwa unataka kutumia mtu zawadi, ni lazima jina lako liwe katika zawadi hiyo. Hatutakubali kulaumiwa. <laughs> Baba, naomba kwa jina la Yesu tusaidie. Mungu, hatuwezi kufanya haya bila usaidizi wako, ni sharti utusaidie Bwana. Achilia Roho wako kwetu Tusaidie tusimhuzunishe Roho Mtakatifu kupitia matamshi maovu. Tusamehe dhambi zetu, Bwana. Tusaidie tuende juu zaidi. Naomba kwamba kila mtu awe salama takapoondoka hapa alasiri, wawe na alasiri ya ajabu yenye raha na utulivu, na warudi salama usiku, katika jina la Yesu, amen. Mungu awabariki, tunawapenda.